na mtazamaji tumeyazungumza mengi, naona pia vilevile muda umesonga, labda nikawa ambacho nitakiomba tena wakati mwingine, lakini kama dakika yake moja ya e, kumalizia, tukianza na Bosco tuende kwa Ikua. Mimi ninachoweza kuhimiza tukienda, uh, katika uchaguzi wa 2027 vijana wajitokeze, wachukue kura na si kuchukua kura tu, wapige hiyo kura, sababu the, the level of, the level of kura tumeona wakati huu is worrying. Na tumeona viongozi ambao ni vijana kama chairperson wa Kenya Young Parliamentarians Mukunji amekuwa akiongoza vijana parliament vizuri sana, lakini acha kudanganya vijana. Alidanganya vijana wa Manyatta atawekea wifi na computers ndio watafute kazi, waache kwenda raha ya kukufa wafanyie kazi hapa, hajawafanyia. Alidanganya watoto watapea school feeding program, free kama hapa Nairobi hajawapea Kazi yake ameenda pale eh, badala ya kusaidia vijana, ameenda kupeleka vijana pale Mbeere North wakauane, wakafanye vurugu na mambo kama yale. La mwisho, madai mazito pia vile, vile. E, ndio eh, ni kweli eh, sinasemekana ndio? Ayo, eh, kama unasemekana kama una ushahidi, hatuwezi kuyapa nafasi ya zungumziwe, maanake unazungumza madai ambayo unauhakika nayo aya, mwisho nasema kwamba uh, tukiangalia katika maendeleo wakati rais anaenda katika Ukambani tunaona akina Maanzo, watu ambao wanapinga serikali wanajitokeza pale, hata kuambia rais, mzee rais, usitukane viongozi wetu. Lakini sasa mtu kama Mkunji, wakati rais anakuja yeye ya, anapanga vijana wanaharibu wararis, mambo kama yale. Sasa haisaidii watu wa Manyata. Watu wa Manyata wanachohitaji ni maendeleo, na nikimalizia, niseme hivi vijana, serikali inafaa ijiulize, hawa vijana Gen Z, suluhisho ni gani? Raila Amolo Odinga alisema kuwe ni na dialogue, vijana wafanyiwe dialogue. Tuelewe shida yao ni nini? Asante sana. Mpendugu, um, dakika yangu moja nitaitumia kwanza kusema ni sio jambo la it's not fair uh -huh, kumwelekeza matamshi kama yale Mkonji. Yeah, Bila sababu, bila sababu, bila sababu, bila sababu, bila sababu, tunajua vizuri sana Bosco yeye yeah, yeah, na Mkonji wametoka constituency moja na kuna, u, kuna, kuna mfununu pia kama alivyosema kwamba Bosco kwa anataka kiti cha Mkonji, kwa hivyo, kwa e, hivyo ne, sio vibaya kwa sababu sasa pia wewe ni mwene <laughs> manyata, lakini ni vizuri sana Mkonji pia anapewa nafasi ya kujibu Bosco anavyosema, lakini ningetaka kuongelea maneno mawili nikifunga kwamba, moja, sio jambo nzuri tuna hatu, natu, na hatulichukuri kwa kwa urahisi wakati ambapo tunaongea maneno ya mlima ama wakati ambapo tunaongea watu wa mlima Kenya waweze kushikana, inaonekana iko na turbo joto hilo ndilo wakati tunapoambia maneno ya ukabila. Sisi wenyewe ukabila hatuelewi ni kosa nini, manake watu wetu wasichana wetu wameolewa kila mahali, sisi wenyewe tunafanya kazi nchi nzima, lakini tunasema watu wa jamii hii waweze kukaa waweze kuongea maneno ya nchi yao. Kama tunavyoendelea tuko na counties ambazo tunataka kuendeleza, tutaongelelea wapi maneno ya hizo counties? Na la mwisho ni vizuri tuwakumbushe walio upande wa serikali kwamba tunaambia serikali ifanye kazi. Maendeleo yote mnayoyasema tunayataka barabara zote mnazojenga tunataka kwa sababu ni ile kazi tuliowapatia mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili infanya. Hii ni kazi ya 2022, mnafaa kuwa mnalipa. Hatuongelei maneno ya 2027, na ni vizuri pia mjikumbushe ya kwamba hamungekuwa katika zile viti kama hamungepewa majukumu yale na wananchi na sahizi kuongelea maneno ya 2027 tunauliza ruhusa kwa wananchi, ili tuweze kurudi kule tuwaambie, sasa, mimi nimetosha, Rashida ametosha, Bosco sasa ndiye mzuri, ama ambaye ndiye mzuri. Lakini watu ambao wanaonekana kama, ama ambao wamejiweka katika mambo ya upinzani, wana, wana, wana, wana ni kama wanafanya jambo ambalo haliko liko katika kinyume na sheria, ni vibaya sana kufanya vile, kwa sababu wanafanya kulingana na vile katibo ilivyoelezea. Wa watu walio serikalini wajue hiyo maendeleo wote wanatuambia tunaigojea kwa sababu ni mshahara ya vile tulivyofanya mwaka wa 2022. Asante Rashid. Dakika moja. Asante. Mimi nitafuga kwa mambo mawili. Mwanzo, watu waashe uongo. Imagine kiongozi anakuja hapa kwa tv national tv anadanganya ati rais alichukua simu akapigia ucsbl akamwambia tikiti lazima atishidwe. Yeah, excuse me you know ni vizuri kutafuta uongo ingine ambayo a walitushagua na ndio unaona tu ni uongo. Two, sisi, na vile amesema development agenda agen, saa hii ukipitia hii jia uende mpaka pale Marwa Um, utapata one of the greatest interchanges in this country iko hapo. Na juzi tukiwa na deputy president pale Nyeri, alisema hiyo design serikali imeamua itakuwa changed after the request by the Nyeri people. Um, ipitie Nyeri town so that Nyeri can be a future city mimi vile nimesema, sisi mtu yoyote, na nishukuru watu ya Mbere sana, mmetuzimia malingo. Mtu yoyote, sisi tunataka maendeleo, na hiyo ndio tutafuata. Ya kwanza tutatumia Mbere north kama example. a Kibaki alisema ukifanya so many branders utashikwa tu asubuhi namba still to test the integrity of IBC. kuna maswali tutawauliza na tutakula some of them ambayo watakuwa na lawama, lakini ya mwisho Rashid, serikali kusema inafanya maendeleo Mount Kenya, tunalipa tax kama watu wengine wote. Everywhere in the country people deserve, they demand. By the way juzi amecommission barabara barabara ya Liloni. I want to see this kama kiongozi, watu wengi wamenipigia simu. Nataka kusema hivyo on record. Sisi tunakaribisha hiyo barabara, kwa sababu kama Rais Ruto hakuikanso ile nyingine, ingekuwa commission, ingekuwa inataka kutumika saa hii. Watu wanakufa ma accident but watu wa eria hiyo hawako tayari kulipa hizo toll. Barabara ijengwe, tukichukua serikali tutalinegotiate tutalipa, mchainisi pesa yake, laia ya hatuwezi kuwekea mzigo mara nne. Daktari Peter Mbae, mchanganuzi wa mipango chama cha DCP, shukrani sana ndugu yangu kwa kuja studioni. Uh, Bosco Mutegi, mchanganuzi pia vilevile vile wa siasa, umeambiwa naikuoyo jamaone, mtaja tutakuleta tukae naye sambamba hapa, mwelewane, usimtaje kama yuko ikiwamba ute, pia vilevile vile mchanganuzi masuala ya siasa, asante sana ndugu yangu kwa Tuke eh, Kiruga anasema yeye eh, ni Mkristiano. Asante sana ambe ni, eh, ni mwakilishi wadi kutoka kule Chinga Nyeri, mwakilishi wadi. Na nafikiri mkiangalia nyote mnatoka jamii moja. Aa, na nyote nyinyi mnaweza kuzungumza na mkaelewana. Natakana iwe hivyo kwa kila eneo, sio tu Nyeri peke yake, kila eneo tulumbane tu kwa, kwa sera tulumbane kihisia, kimtazamo, lakini tusipigane wala tusigonganishe jamii. Mwisho wa kuisha jamii itakuwepo baada ya sisi kuondoka paduniani mengi